Lakini pamoja na mimi kutokuwa engineer katika umwagiliaji, kuna aina ngapi ya, ya mifereji? Mitatu. Moja wanaita main canal. Main canal ni lile kubwa lile linaotoa maji kwenye mwaa wow. Wow, <coughs> wa kuleta huku nje. Mfereji wa pili unaitwa secondary canal. Pale iko mingapi yenyewe, imejengwa inatoka kwenye main inashuka chini inapokea maji kutoka huko, halafu inayaelekeza chini. Hiyo ndiyo iliyojengwa hii. Wanaita teshare canal, ni mifereji midogo midogo inayopokea maji kutoka kwenye ile second canal kuyapeleka watu mashambani. Serikali popote duniani huwa inajenga mifereji mingapi? Miwili, inajenga ile main na secondary. Ile teshare ni mfereji ambayo hata ukiziba, mkulima mwenyewe anaufanya nini? Anauzibua ili maji yafanye nini? Yafike shambani kwake. Ndivyo inavyokuwa. Na hata katika usimamizi, serikali baada ya kumaliza inabidi iweke technician, yaani mtaalamu, lakini sio engineer, ambaye yeye kazi yake itakuwa ni kulinda zaidi mfereji ya nini? Ya maji na kuzibua, maana hata huyu mfereji mkubwa unaweza kuziba unaweza kuleta maji na mafuriko ukaziba ule mfereji, anakuwepo mtu anayeondoka. Halafu vile vile mtaalamu ule anawaelekeza vile vile wakulima katika umoja wao. Wow, lazima muwe na umoja. Kila mtu awezi kulima kwake tu, e, anaamka analima tu. Ukisha ingia katika irrigation lazima muwe na umoja ambao unawaunganisha unaitwa umoja wa watumiaji maji maana kila mtu anaweza akafungulia maji akaziba, yasije kwako. Kama hamna umoja, naye akasema mpaka rangu litaye ndio na nyinyi mpeo. Sasa mnakuwa na umoja wenu ambao unapanga labda ya kutumia vizuri nini maji. Kwa hiyo mifereji ile inaitwa secondary, kwa kweli inakuwa ni ya ushirika ambayo inasimamiwa na nyinyi wenyewe, na ile midogo midogo sasa ndiyo inaingia kwenye shamba la kila mmoja. Hiyo sasa inasimamiwa na mwenye shamba. Kwa hiyo hata kama haikujengwa lakini we kazi yako ni kuitunza na I, I, I, I, unailima unaondoa majani ambayo yanazuia maji yasiingie wa shambani kwako. Na leo pale nilikuwa nawaambia wahandisi, ukitaka shamba lile liwe zuri, lazima lifanywe kitu wanaita leveling. Huwezi kulima na matuta tu halafu unasema maji yatakuja. Kwa hiyo ukilima tu ovyovyo, maji atakataa kuja. Maana kwa kawaida maji huwa yanaenda mahali ambapo ya pana pana nini? Pana mteremko au kaangalau pamelingana kiasi. Kama sivyo hamna. Kwa hiyo nimeshauri, nadhani wataalamu wa kilimo wako hapa, watahakikisha kwamba wanasimamia wale wakulima walioko mle, wasaidiane na wao waingize utaalamu ili lile shamba lile lifanyiwe leveling kwa namna ambayo maji yanaweza kwenda kila shamba ikafanya yakafika bila bila kufanya mahali pengine pawe bwao.